Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Ndugu watazamaji wa Tumaini TV na wasikilizaji wa Radio, radio Tumaini, karibuni sana katika tafakari ya siku ya leo Jumanne, na somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Danieli ile sura ya tatu aya ya 25 34 hata 43. Lakini pia Injili yetu ya leo inatoka katika Injili ya mtakatifu Matayo ile sura ya 18 aya ya 21 hadi 35. Tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Matayo. Petro alimwendea Yesu akamwambia, Bwana ndugu yangu anikose mara ngapi, nami nimsamehe hata mara saba? Yesu akamwambia Sikuambii, sikuambi hata mara saba, bali saba mara sabini. Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja awiwae talanta elfu kumi naye alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyo navyo, ikalipwe ile deni. Basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akisema, Bwana nivumilie nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia akamfungua akamsamehe lile deni. Mtumwa yule akatoka akamwona mmoja wa wajoli wake aliyemwia mwi dinari mia, akamkamata akamshika koo akisema, nilipe uwiwacho. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake akamsihi akisema, nivumilie nami nitakulipa yote pia, lakini hakutaka akaenda akamtupa kifungoni hata atakapoilipa ile deni. Basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka walisikitika sana, wakaenda wakamweleza bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamwita akamwambia, ewe mtumwa mwovu, nalikusamehe wewe deni ile yote uliponisihi nawe. Je, haikukupasa kumrehemu mjuli wako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Bwana wake akaghadhibika, akampeleka kwa watesaji hata atakapoilipa deni ile yote. Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi, msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Neno la Bwana. Taifa la Mungu, leo hii tunaona ni jinsi gani Mwenyezi Mungu kwa namna ya kipekee kabisa anaonyesha upendo wake kwa mwanadamu kwa mfano huu mzuri kabisa wa msamaha anaouonyesha kwa kupitia Injili yetu nzuri kabisa ambayo Kristo kwa kweli ameeleza juu ya mdaiwa huyu na mdaiwa mwenzake. Yawezekana mimi na wewe kwa namna moja ama nyingine tumekuwa wadaiwa vile vile na Mwenyezi Mungu. Yawezekana anakudai mengi sana na hata umeshindwa kumlipa. Yawezekana Mungu amekupendelea sana, lakini umeshindwa kumlipa. Leo hii ananikumbusha kwamba fadhila ni bora kuliko utajiri. Leo ananifundisha fadhila ya msamaha, msamaha kwa wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine labda wamekuwa wadeni wangu, labda wamekuwa sehemu ya chuki yangu, labda wamekuwa sehemu ya mateso yangu, labda wamekuwa sehemu ya changamoto ambazo ninapitia, kwa sababu Mungu mwenyewe tayari ameshakusamehe. Kinacho wewe kinachokushinda wewe ni nini, ndugu yangu? Mara nyingine huwa inashangaza sana. Mungu anakutendea wema mno, na wewe unashindwa kumtendea mwenzako wema. Mwenyezi Mungu anamimina baraka zake nyingi sana kwako, wewe unashindwa kumimina baraka hizo hizo kwa mwingine. Yawezekana hata wewe ni baba wa familia, Mwenyezi Mungu labda amekubariki kwa namna moja ama nyingine, unashindwa kumimina baraka hizo hizo hizo kwa familia yako kwa mke wako, kwa watoto wako, unashindwa unashindwa kumimina baraka hizo hizo, labda hata kwa wanajumuiya wenzako, labda kwa wanajamii wenzako, lakini unataka kuchota hata kile kidogo walichokuwa nacho. Huo ndio mfano Kristo ambao anatupa leo. Mungu anapokusamehe lile deni lako kubwa, Mungu anapokuhesabia haki iliyo kubwa, je, wewe utafanya hivyo hivyo pia kwa wengine? Nafikiri ni swali ambalo mimi na wewe inapaswa tujiulize kipindi hiki cha Kwaresma. Mwenyezi Mungu ananialika kabisa kwamba tusiwe watu wa binafsi, kwa sababu ubinafsi unakuwa ni tanuru na sio tunu tena, na wengi wetu tunaongozwa na ubinafsi. Kama ukiangalia huyu mtumwa alikuwa binafsi sana, alisamewa deni kubwa, lakini baada ya kumwona mdaiwa wake ambaye alimpa tu dinari mia moja ngali yeye alisa, alisamewa nyingi zaidi akajihesabia haki kuliko mwenzake. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, tuache ubinafsi, tuache ubinafsi kwa sababu Mwenyezi Mungu angekuwa mbinafsi, sidhani kama mimi na wewe pia labda tungepata neema na baraka ambazo tunazipata. Tuendelee kuhesabu mema ya Mungu na mema hayo hayo tuwahesabie wale wote ambao wanatuzunguka. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mimi naitwa Father Valerian Kwai, padri wa shirika la Don Bosco na ninawatakia Kwaresma njema na siku njema.